Mtego wa tatu ambao mwamini anakutana nao pale anapoanza safari ya imani baada ya kumpokea Yesu Kristo ni mtego wa imani ya Kikristo na imani ya Kristo. Hivi vitu usipokuwa makini, unaweza ukadhani viko sawa, lakini viko tofauti, kwa sababu imani ya Kikristo ni imani ya dini ya Kikristo ambayo inalenga kumfahamu Yesu Kristo, lakini imani ya Kristo in ni imani isiyokuwa ya dini ya Kikristo ni imani ambayo inasimama, ni imani ya maisha ambayo kila dini inaweza ikaja ikatoa na ikajifunza kutokea pale, kwa sababu Kristo yeye ndiyo msingi wa kila kitu kwa vitu vyote hapa duniani na mbinguni. Sasa unapoingia katika imani, unapoingia katika, unapomfikia Bwana Yesu Kristo, unaweza ukaendeshwa na imani ya dini na ukadhani kuwa una imani ya Kristo, kwa kama nilivyoelezea imani ya dini ina, ina mipaka Imani ya dini kama nilivyosema, dini yenyewe ina limitation kwa sababu dini, a, ina changamoto moja pia nyingine ya ubaguzi. Ila changamoto pia ya kila dini inajihesabia haki, kwa hiyo unaweza kukaa kwenye dini ukashikilia imani ya dini ukadhani hiyo ndio imani ya Kristo. Nimeishi mimi binafsi katika imani yangu ya dini iokuwa na shiriki, nilikaa kwa muda mrefu, lakini nikagundua kuwa nilikuwa ninahubiri, ninahubiri dini, ilikuwa ninahubiri imani ambayo inaambatana na dini sikuwa nahubiri imani ya Kristo. Muhimu sana lakini kama nilivyosema, kutenganisha hiki kitu ni ngumu sana. Ni mtego mmoja ambao ni atakuwa makini sana kuelewa na usipouelewa, basi unaweza kuitumikia imani ya dini ya Kikristo, ukazani wewe uko kwenye imani ya Kristo. Kama nilivyosema pia, ukumbuke Ukristo ni dini. Ukristo sio kumwamini Yesu Kristo. Imani ya Kikristo kwa hiyo ni imani ya kidini kabisa. Kwa hiyo lazima ujue kuwa kama nilivyosema dini inaishia wapi ili wewe ujiongeze wewe usimame kwenye imani ya Kristo kama, uh, kama mtu ambaye na, mamini, Bwana wetu Yesu Kristo na iyo, ili uweze kusimama katika imani ya Kristo, ndio maana anasema lazima uwe mwanafunzi wa Yesu. Uwe na uwezo kumsikiliza Roho Mtakatifu uweze kukufundisha kuwa mwanafunzi wa Yesu ili uweze kuvuka zile, uh, zile limitation za imani ya dini. Kama nilivyosema dini ni kama chombo tumepanda, na kama chombo kina mapungufu yake, kwa hiyo lazima wewe uende zaidi ya ile dini ambayo unayo kuna wakati dini itasisitiza watu uh, kwa misingi yake ya kidini, lakini ukiangalia katika, katika imani ya Kristo unaona ah, hapana, hii sio, si wenyewe. Kwa hiyo sasa wewe utachagua, utasimamia upande wa imani ya dini yako au utasimamia upande wa imani ya Kristo. Kwa kama mwamini unatakiwa usimame na imani ya Kristo. Kwa kusema hivyo, si sema uignore imani ya dini, hapana. Nimesema uangalie mapungufu ya imani ya dini, wewe uende zaidi. Ina maana imani ya dini yako isiwe ndio dira yako. Isipokuwa imani ya Kristo ambayo ipo kwenye maandiko matakatifu. Ipo kwenye maandiko matakatifu ambayo ndio Biblia. Usimamie hapo. Kwa hiyo ndio maana nakuombea sana Mungu akusaidie akupe uwezo wa kuielewa neno la Mungu zaidi ya yote kumwelewa Kristo. Na hapo ndio utavuka ule mtego wa imani ya Kikristo na imani ya Kristo. Ni muhimu sana kama ndivyo sisitiza kufahamu hichi kitu kwa sababu dini kama dini haikutoka kwa Mungu, narudia. Dini ni chombo ambacho tumekiumba sisi wanadamu ili kitutambulishe kwenye serikali lakini imani ya Kristo inabaki vile vile. Dini inasajiliwa kwenye serikali, lakini imani ya Kristo haisajiliwi popote, na ndio maana tunasema mtu anayemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wake anaitwa kanisa. Ndio, ndio imani ya Kristo inasema vile, na Mungu Baba anatutambua kwa jina hili, lakini serikali anatutambua kwa jina la kanisa. Serikali inatutambua kwa jina la Wakristo. Unaona hapo kwa ni vitu viwili tofauti, kwa lazima ujue kutofautisha. Na ni maombi yangu kwa Mungu akusaidie akufungue macho roho, uweze kumfahamu Kristo, na ukisha kumfahamu Kristo na ukajawa na Roho Mtakatifu, atakufundisha yote, na utakuwa na uwezo wa kuweza kuona wapi dini inapungua na wapi huendi. Dini ni dini, yote ni makanisa yote, provided yamesajiliwa kwenye serikali, hiyo ni dini. Whether makanisa ya kilokole, hiyo ni dini. Whether makanisa ya ministry, hiyo ni dini. Yana weaknesses zake, na inaweza kufungwa wakati wote, lakini kanisa la Kristo ambayo ndio wewe, hauwezi kufungwa kwa sababu hakuna milango ya kuzima ambayo inaweza kulifunga kanisa.